Huyo mama wa saizi akijifungua akijifungua anaona kinyaa kwa mtoto. Mtoto analala chumba chake na usigelo. Mama analala chumba chake, anaamka asubuhi kama anatembelea kituo cha utalii. Ameamkaje? ameamka vizuri. Hamjui mtoto wake, hajui anasafishwaje, hajui kufunga papas, hajui chochote hao ndio wamama tulionao leo. Kazi kubwa alionayo ni kupiga picha mtoto wake, kupeleka Instagram, kupeleka WhatsApp, kupeleka Facebook na kumweka kwenye status. Ukimuuliza, mara ya mwisho mtoto umemwosha lini? Hajawahi kumosha, wala hajui hata kumuogesha. Kwa hiyo leo tuna kizazi cha hovyo cha wazazi wa kike na wa kiume wasiojua kutunza watoto, cha hovyo. Wazazi wa kipindi changu mimi alikuwa anajua kufunga nepi mtoto wake, anajua kumsafisha mtoto, anajua kumbeba mtoto mgongoni, anajua kumfunika mtoto. Na baby show hawa wa leo toka ujauzito ni show off na wa, na watengeneza nguo wametengenezea nguo nzuri, suruali ya kubeba mimba anaweka, na kiatu chake cha mchongo kwaka, anaona ni maigizo. Mimba ni show off. Na anajifungua ana kigali cha kutembeza mtoto, anavuta kama mbwa wa kizungu, anatembea naye hivi. Ndio maana nilikuja hapa Wanging'ombe uwanja huu kwenye siku ya wanawake, nikawaambia wanawake, mnapoenda kwenye kitchen pati leo, haya kumfundisha mtoto wa kike namna ya kumtunza mume, sawa, mfundishe, lakini nawe mwanaume pia afundishwe kwao namna ya kujitunza na kutunza mke Huyu mwanamke unayemtengeleza leo kwenye kitchen party, mfundishe na mambo ya msingi kwamba binti yangu, unaenda kuolewa. Ruiza Mbutu kwenye bendi ile ya Twanga Pepeta alikuwa anaimba wimbo yeye na Jessica Chazi, kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Ikitokea Mungu amekupa mtoto kwenye ndoa yako. Basi hatua za kuwa mjamzito, kuna hili, kuna hili, kuna hili, kula vyakula hivi. Mimba inaweza ikakataa samaki wabichi, kula wakavu. Inaweza ikakataa nyama mbichi, kula kavu. Inaweza ikakataa hiki. Jaribu kula vyakula ambavyo vitakupa damu kwenye mwili, kwa sababu utakapoenda kujifungua utapoteza pia damu, uwe na nguvu za kusukuma mtoto. Mfunde huyu kwenye nipati Ukienda kuzaa utazaa utahitajika kunyonyesha mwanao, vyakula vya kupa maziwa ni moja, ni mbili, ni tatu. Mtoto utajifungua atapata joto lako, utamuogesha, utamsafisha, utamnyonyesha, na vyakula vyake, ataanza kutumia vyakula vya kujitegemea baada ya muda fulani. Mfunde binti yako kwenye kitchen party. Leo binti anajifungua, anaambiwa kunywa supu, anasema mimi sitaki kunenepa. Kwa hiyo hanywi supu. Matokeo yake, kifua cha binti kinauma, hana maziwa na anahitaji mtoto, anaona kwamba kunyonyesha, anaona aibu kunyonyesha, anaona aibu. Kwa hiyo mtoto anaondoka kwenye joto la mama, anaondoka kwenye maziwa ya mama toka siku anazaliwa na huyu binti na mume wake wote wamekutana wa hovyo, hakuna anafahamu lolote kuhusu mtoto. Wote unakutana unakutana, mtu ameoa mwanamke mjinga mjinga, na na mke naye ameolewa na mwanaume mjinga. Kwa hiyo wajinga wawili wamekutana, wanaacha mtoto nyumbani, wanaondoka wajinga wawili, wanaenda ba, mwanamke anaagiza savana, mwanaume anaagiza keivanti, yanakunywa pale na chipsi yanarudi nyumbani yameacha mtoto wa miezi mitatu, yanachukua chips yaliyotoka nayo baa, yanakoroga, yanaweka maji, yanampatia mtoto anakunywa. Huu ujinga wa malezi uko kwenye makundi yote mawili, waliosoma na ambao hawajasoma. Huu ujinga wa malezi, ni lazima mafundisho ya malezi yawepo kwenye kanisa kwenye msikiti. Hawa wanandoa wanapoanza kufundishwa mafundisho ya ndoa, wasikalivi tu kutafuta gauni zuri la ndoa, shera nzuri, kiatu kizuri, wanaenda kutafuta pete za ndoa za milioni kumi. Hajui lolote kuhusu maezi ya mtoto, mjinga tu yeye, mme na mke wote wajinga. Mafundisho ya ndoa yaendane pamoja na kuwafundisha hawa wanandoa kwamba ikitokea Mungu amewapa watoto toka kwenye mimba wajibu wako ni huu wa kujitunza, na unapokuja kuzaa huyo mtoto, wajibu wako ni huu kwenye kumlea. Mafundisho ya ndoa, wazee, hata ile siku tunapokuwa tunawaambia wana wanandoa tunawafanyia harusi, wakumbushwe, sio kupewa tu mazawadi ya magari za